ya wiki ya wanawake tuje lakini, na baada ya hapo tuendelee kujitokeza katika maeneo yetu. Pongezi nyingi sana tunazitoa kwa wataalamu wetu. Shukrani nyingi sana tunazitoa kwa kina mama na baba ambao itekeeza kufika leo na wale wote ambao kesho wataendelea kuja na hata baada ya kesho, nao tunawapongeza na kuwashukuru sana kwa kazi waliofanya. Mwisho sio umini. Tuendelee kumunga mkono mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan na wale ambao watapata fursa ya kutazama na kufika kwenye viwanja vya Arusha, basi atakini hapa mweza pia televisheni, ili mtu anapokuwa anaburudika, lakini pia anaangalia na kusikiliza hotuba ama mambo mbalimbali yanayoendelea kesho kwenye uwanja wa pale Arusha, ambapo mgeni rasmi atakuwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, ili hata kama kuna mtu akwenda Arusha atakuwa Arusha hapa hapa, kwa sababu kuna wengine msipoweka haya, waweza wakabaki nyumbani kutazama mambo ya yaa, lakini mkiweka hapa televisheni yenu, sipo jamani, ipo TV, uwekeni watu waenjoi, azaajipo tuwekeni mambo yenu yakwende vizuri, lakini mtafahamu pia kwamba kesho ni siku ambayo wananchi na wenye nchi wako wajani. <laughs> Wananchi sasa, wananchi hapa wapo, wananchi wamekuja kwenye huduma kwenye <laughs> nchi yao. Jisikieni vuu, jisikieni amani, jisikieni kupendwa kwa upendo mkuu wa dada wa Samia, Samia Hassani. Uh, na sasa, kambi hii kambi hii ya uchunguzi na ushauri

homa ya ini na ukatili wa kijinsia katika banda hili, mteja wetu atakapotembelea akikutwa ana maambukizi katika yt nyeitaja hapa, tunamuunganisha katika kliniki ya tiba na matunzo katika Hospitali yetu ya Rufaa ya Mkoa wa Katavi, na ambaye hala maambukizi tunampatia preventive care. Preventive care hizo ni kama uchunguzi wa saratani ya kasi ya kizazi chanjo ya homa ya ini, tiba dawa kinga ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, pamoja na katika kliniki yetu ya tiba na matunzo ya kifua kikuu, maambukizi ya virusi vya ukimwi, homa ya ini pamoja na ukatili wa kijinsia, katika hospitali yetu ya Mkoa wa Katavi huduma zinakuwa nzuri kabisa. Huduma ni bure kabisa ni madaktari na madaktari wa Hospitali ya Mkoa wa Katavi. Banda letu litahusika na kutoa majibu baada ya kufanya skrining. Mteja atafika kwa daktari kupata maelekezo ya majibu yaliyopewa na kupewa ushauri na kufanya. Asante kabisa. Sisi ni rasmi

Tuna ile sukari ya kama uja ateest testi, lakini pia kuna sukari ambayo umeshakula tunaita random. Ukija hapa, mheshimiwa mgeni rasmi, tuta uh, kupima lakini tutakupa majibu, lakini mwisho tutashauri sukari yako ipo kiwango gani na unahitaji ile matibabu au unahitaji kufanya mazoezi na mingineo. Karibu sana. Nashukuru sana mgeni rasmi. Kwa majina naitwa Poncian James, ni mtaalamu wa maabara na ni mratibu wa damu salama katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi. Sisi katika banda letu e, tunawajibu wa kutoa elimu juu ya uchangiaji wa damu e, kuhamasisha zoezi zima la uchangiaji wa damu na kuhakikisha upatikanaji wa damu salama katika hospitali rufa, ya rufaa ya mkoa wa Katavi. Hivyo kwa siku ya leo, tutatoa elimu kwa washiriki tutawahamasisha, na tunakushukuru sana kwa hamasisho lako zuri. Tunaamini tutapokea wateja wengi, na tutafuatilia ishu ya upimaji na upatikanaji wa damu salama katika hospitali yetu. Tunakushukuru kwa kutupa kipaumbele katika hotuba yako na nakutupa masisho zuri. Asante sana. Na namkaribisha mwenzangu kwa majina anaitwa einakaribisha wote, karibuni katika uchangiaji wa damu salama. Damu ni muhimu, tunahitaji sana, karibuni. karibuni. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza tuwashukuru wataalamu wetu wote kwa uratibu wa tuge Mkoa wa Katavi kutenga hizi siku mbili za uchunguzi na ushauri kwa wanawake kii na vijana hata na wanaume, kwenye masuala ya homa ya ini. Lakini hapa tuko kwenye banda ambalo linaratibu mpango wa damu salama na linatoa wito kwa wananchi kujitokeza kuchangia damu ili tuweze kuwa na uhakika wa kuwa na damu na akiba ya damu ama benki ya damu kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Wito wa serikali kwa wataalamu wetu wote wanaofanya kazi kwenye maabara kwenye hospitali zetu zote, kuanzia hospitali ya rufaa, hospitali za wilaya, vituo vya afya na popote pale ambapo wataalamu wanatoa tiba, pia ikiwemo kuongezea damu wagonjwa, damu isiuzwe wagonjwa wasiuziwe damu, waliotoa wametoa bure na tuwape damu ama mmoja. Zipo taarifa za baadhi ya wadamu wasioaminifu za kuuzia damu wagonjwa. Kwa niaba ya Mheshimiwa w mwanagozi mdogo, na niwaambie mkuu wa mkoa anapiga marufuku na kukemea tabia ya watu wasioaminifu kuwatoza fedha wagonjwa wanahitaji dawa rasmi. mkuu wetu wa wilaya Tanganyika, na chukua nafasi hii kwa niaba ya wataalamu wote walio katika hospitali ya Rufaa na wataalamu ambao wanashiriki katika tukio hili, kwamba yale yote uliyoyaelekeza tumeyapokea taendelea kuyafanyia kazi lakini pia kutoe shukurani za pekee kwa tuge kuona kwamba kuna umuhimu wa kuendelea kuhamasisha jamii kufanya uchunguzi wa awali ili waweze kujua afya zao, ili wajiweze kujua namna ya kuendelea kujikinga na kubaki katika na wakiwa katika hali ya afya njema, na mwisho kabisa ni kushukuru, kutenga muda wako kuja kuongea na sisi, kukagua mabanda na yote uliyoelekeza tutayatekeleza kwa kadri ya miongozo na taratibu kama navyotuelekeza. Nashukuru sana.